Ujambo mtazamaji. Jumatatu, Machi tarehe 24 mwaka 2025 nikitumai kutumai buheri wa afya, mengi tumekuandalia, haswa kuhusiana na masuala ambapo wanaotaka wenyekiti wa tume IBC wameanza kuhojiwa hivi leo. E, tunasubiri eh, atakayehojiwa wa pili ambaye ni Ana Amadi aliyekuwa msajili e, wa mahakama. Baadaye tutakuwa tunaelekea moja kwa moja e, katika masuala hayo kuzungumzia mengi, lakini kwa sasa tutaka tupiwie jicho tu baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele na ni kwamba serikali ya kaunti ya Tana River ikishirikiana na shirika la kimataifa la uhamiaji imeanzisha mchakato wa kujenga makazi mapya ya kudumu kwa waathiriwa wa mafuriko katika eneo la Konani eneo bunge la Garsen. Mradi huo ambao utafaidi familia 36 kwenye awamu ya kwanza inakisiwa kutoa suluhu kwa tatizo la ukosefu wa makao kila wakati mafuriko yanaposhuhudiwa katika eneo hilo. Aidha, kando na makazi, shirika litakalofanikisha mradi huo wa maji na hospitali litahakikisha kwamba waathiriwa hawa wamepata maji safi na salama na kuishi kwenye mazingira safi sahihi. Makaratasi imekuwa ni kesi kwa wazee Maanake ukiangalia hiyo karatasi, hiyo nyumba tuliopewa, hiyo karatasi, mama analala hapo hapo na mzee wake na watoto wake, ambapo haiwezi kuwa sawa. Tunaomba basi kama kutakuwa na ufadhili mwingine. Oe, watu hawa hawezi kukaa tu ndani ya nyumba hivi hivi, lazima watafute na chakula riziki, pia ni lazima tukue na mahali pakuwa tunaweza kulima kama amaina scheme namna hii ili watu wazidi ku, kujisustain kimaisha. We are extremely delighted to work together uh, and implement the vision of the government to create permanent solutions for these people grounds. Huu ni mwanzo tu ambao IOM imeshirikiana na sisi ili kuweza kusaidiana katika huo mradi wa kujenga majumba ya kudumu kwa watu ambao wameathiriwa na janga uh, mkosi ama janga la mafuriko katika kaunti ya Tana River.